Mwaka 2025 haukuwa mwaka wa kawaida, ulikuwa mwaka wa maamuzi. Tutakupitisha kwenye mafanikio yetu ambayo serikali kupitia wizara ya nishati na TANESCO tunajivunia. Kwa upande wa uzalishaji, Tanzania iliandika historia. Mradi mkubwa wa kimkakati wa bwawa la Julius Nyerere ulikamilika kwa asilimia mia moja, ukiongeza megawatt 2115 kwenye gridi ya umeme ya taifa. Kwa kutambua umuhimu wa kuwa na vyanzo mseto vya uzalishaji, serikali ikawekeza kwenye utekelezaji wa miradi kupitia vyanzo mseto vya nishati ikiwemo umeme wa jua pale Kishapu mkoani Shinyanga, ambapo mpaka sasa umefikia asilimia 84 ya utekelezaji wake. Katika usafirishaji wa umeme, TANESCO imevunja mipaka na kuiweka Tanzania katika nafasi ya kimkakati kama kitovu cha biashara ya kuuziana umeme kikanda kupitia uunganishaji wa gridi ya taifa na gridi za nchi jirani ndani ya jumuiya za kikanda za kusini mwa Afrika SAP na Afrika mashariki EAPP. TANESCO imekamilisha mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 wa Lemuguru kutoka Arusha hadi Namanga na Isinya nchini Kenya, hivyo kuunganisha rasmi gridi za Tanzania na Kenya. Sambamba na hilo utekelezaji wa mradi wa Taza unaendelea na utawezesha mkoa wa Rukwa kuunganishwa kwenye gridi ya taifa, hatua ambayo itaendelea kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za kusini na mashariki mwa Afrika. Mikoa ya Katavi na Kigoma inaingia kwenye historia kwa mara ya kwanza kuungwa kwenye gridi ya taifa, na hivi karibuni tulishuhudia utiaji saini wa mradi wa Benako Kiaka mkoani Kagera ambao pia utawezesha mkoa wote wa Kagera kuunganishwa na gridi ya taifa. Ni mwaka huu tu ilianzishwa namba mpya ya huduma kwa wateja bila malipo ya 180, na kuimarishwa kwa njia za mawasiliano kwa kuwaweka wateja wake karibu kupitia ongezeko la makundi sobozi ya WhatsApp nchi nzima na utumwaji wa taarifa za matatizo kupitia bulk SMS. Mtazamo huu ulifanya Tanesco kuanza kutambulika mfululizo Hatukumaliza mwaka kinyonge, ni Disemba 5 tu. Ndani ya siku 100 za utekelezaji wa kazi za Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan, Tanesco ilichukua hatua za kimapinduzi kwa kuzidua mita janja, yaani smart meters, ambayo ni zaidi ya mita kwa kumwondolea usumbufu mteja wa kubonyeza token ili kuingiza umeme na kuimarisha udhibiti wa mapato ya shirika. Tanesco kwa kushirikiana na wafadhili taasisi ya Mex iliendelea na harakati za kuhamasisha matumizi ya kupika kwa umeme majumbani ikianza na wafanyakazi wake kwa kuwakopesha majiko ya umeme na kuyalipia kupitia mishahara. Tunapoelekea kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita, TANESCO tunaahidi kuendelea kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa ustawi wa nchi sambamba na kuimarisha huduma kwa wateja tukitumia teknolojia na ubunifu. Shukrani kwa wateja wetu wa thamani kwa kutuvumilia na kutusupport kwa kazi nzuri tunayoifanya. TANESCO, tunaangaza maisha yako.